Na pengine kuna, kuna jumuiya kubwa sana ya wa Watanzania ambao iko nchini Korea, au Watanzania mko wachache? Tupo wengi, na jumuiya ya Watanzania Korea pia ipo y yeah. Tupo wengi, tuna hiyo jumuiya, tuna group pia la WhatsApp ambao watu wanakutana information Korea, okay, na kupeana mbalimbali. Kwa hiyo tunakutana na jumuiya ya Watanzania nchini Korea Kusini inasaidia katika kufanya integration ya, ya watu ambao wanatoka Tanzania. Uh, au kuna shughuli gani ambazo zinatumika katika kuwaintegrate Watanzania wanaotoka Tanzania wakifika nchini Korea? Ah uh, kwa mimi ninachoona yani ni inasaidia pia ile jumuiya ile ilivyokuepo pale inasaidia, hata wewe ukija huku una mwenyeji na kuwa rahisi kwako, yani kupata connection ya watu watakaokupokea, watakukuonyesha tunaishije huko, watakaokuonyesha sheria za huko, watakaokufundisha ukifanya hichi unakosea, ukifanya hichi sasa, yani maisha yanakuwa rahisi kwa sababu ile jumuiya kuepo pale inamfanya mtu afeel kama yupo na watu wa nyumbani ambao anaweza ka express na kuuliza chochote ambacho anakitaka kikafanyika kiurahisi tofauti na Korea. Unajua mtu ukimpata mtu ambao wa nchi yako unakuwa unafunguka zaidi ni nini kinakutatiza sehemu hiyo tofauti na mtu wa nchi nyingine. Kwa hiyo inakuwa inasaidia watu wengi especially wageni wanaotoka Tanzania kuja huku. Mtu anakuwa anajua kwa sababu nikipata shida hii kuna wenyeji ambao wako huku muda mrefu naweza nikaingia kwenye ile group nikauliza hivi na hivi nikaelekezwa. Na unadhani ni mambo gani ambayo e, nchi kama Tanzania inaweza kujifunza kutoka nchi kama Korea? iwe katika swala la nidhamu, swala la kasi ya maendeleo au swala la kiteknolojia? Ah, kwenye kasi ya maendeleo na teknolojia hapo kweli inabidi tukazie sana. Tanzania inabidi ijifunze, kwa sababu wenzetu ni wameendelea sana sana sana katika adimensi zao za elimu. Mtu unabidi tuangalie wenzetu wanafundishwaje, yani ukija huku unakuja kujifunza hata yaani kwamba unatamani hata uishauri au uende ukawashauri hata walimu walimu wako walivyokufundisha, kwa kwamba namna hii mkitufundisha inakuwa rahisi zaidi hivyo kuliko na tulivyokuwa tunafundishwa mwanzoni. Yakao, kuna design maisha ambayo wenzetu wanavyoishi, yani ni ni yanakuwa yameendelea zaidi kuliko sisi, ambapo Tanzania inahitaji kujifunza. Na ndio maana kwa upande mwingine, naweza kusema mtu yote anayepata opportunity ya kuja kusoma ughaibuni kokote kule aichukue tu hiyo nafasi kwa sababu ana uwezo kujifunza vitu vingi tofauti ambavyo vinaweza vikafanya mabadiliko kule Tanzania. Kwa upande, uh, mwingine unadhani Korea inaweza ikafaidika nini au kuna, kuna vitu gani ambavyo vinafanyika Tanzania ambavyo vingefanyika Korea ingekuwa bora zaidi? <laughs> Ah, vingi na sisi na sisi, na vitu vitu vingi na, maa, Kulavu, sisi kwetu, tuna pia tunaishi, unajua, tunaishi kijamii tuna sisemi kwamba hawa wapendani au nini lakini wanapendana ndio, lakini na wana amani sawa, kuna amani, kuna kuko safe ya kila kitu, lakini yani kuna maisha fulani, kuna lifestyle ambayo Watanzania sisi tunayo pia nao wanatakiwa wajifunze kutoka kwetu. Yani sisi tuko karibu sana, tuna ukaribu tofauti na wao wenyewe. Ukaribu wa baina ya wao kwa wao, hapana, tofauti na sisi. Hata sisi tunaoishi huku Korea tupo karibu sana kuliko na hata wenyewe wa Korea. Tunaoona wenyewe hawana ukaribu, wao kila mtu uko busy na mambo yake. Okay, sante. Kwa hiyo tunasema hayo ni maisha kidogo ya ubinafsi au individualism zaidi kuliko yeah, kuwa collective au kuishi kama kijamii. Yeah. Mm. Okay, sante. Nadhani nadhani hilo ni, ni janga la nchi nyingi ambazo zinaendelea. Uh, mm, na si tu Tanzania, kwa sababu hata Tanzania ukiangalia uh, miji ambayo inaendelea kwa kasi, hivi vitu vipo. Kwa hiyo nadhani ni swala la utandawazi na maendeleo zaidi. Mm, ukilinganisha mtazamo wa maisha kati ya Tanzania na Korea Kusini je, kuna tofauti gani ambayo wee umeiona zaidi kwa wenzetu huku? Naona yanaweza nikasema, ni wanachapa kazi sana sana, wanachapa kazi sana, na pia kiachana na kuchapa kazi sana, pia opportunity za kazi ni nyingi ya yani opportunity ya za kazi nyingi, kama mtu ukija huku uwezo ukakosa kazi. Yani opportunity ya za kazi ni nyingi, yani kiasi kwamba kunafanya watu wake hata maisha wanayoishi yani inakuwa rahisi kwa watu wake kupata huduma hizi za kila siku yani mahitaji ya kila siku mtu ku afford mwenyewe kupunguza yani ule umaskini, kwa sababu kazi zipo, yani ni wewe tu kwenda kufanya kazi kupata kipato kurudi nyumbani, tofauti na Tanzania ni saa nyingine unaweza kaisi, kwa sababu kazi zinakuwa ni chache au yani kazi ya hakuna watu mtu anamaliza unakosa kazi inasababisha watu hata wanakuwa maskini yani, hivyo hata biashara zenyewe pia kwenye kufanya wanakuta, labda kwa mfano, huko Korea ukiona biashara ukiona unafanya biashara amna mlolongo mrefu ambao utakufanya wewe ukata tamaa njiani, yani tofauti na Tanzania unaweza kufanya hivyo vikwazo vinakuwa vingi kiasi kwamba mlolongo unakuwa mrefu, watu wanakata tamaa njiani, yani ndio ndio, hicho Tanzania ingejifunza hicho kupitia Korea ni kufanya maisha yawe rahisi kwa watu wake na maendeleo zaidi. Na pengine kuna notion moja ambayo nimeiona sana sana wakakao kwa Eburi huku uh, watu wanaheshimu sana kazi. Yani, kuwa haijalishi mtu anafanya kazi gani, awe anaenda na chimba mitaro anafangia barabarani anafanya nini, kazi yake anayethamini kwa sababu inamletea kipato cha maisha. Je, unadhani eh, Korea liko hivo hivo au kuna utofauti? Kwa sababu najua nchi kama Tanzania watu wengi sana wanaona aibu kutokana na kazi zao wanazozifanya, anapenda afanye kazi fani ambayo ina hadhi kuliko kujali kipato ambacho inamletea. Je, Korea ni kitu kama hicho au kuna utofauti? Korea kuna utofauti. Korea na wao naisi ni kama huku mlipo nyie. Kwa sababu Korea huku kazi ni kazi. Yaani haijalishi ya unafanya kazi gani. Kazi yote inaheshimiwa. Kazi ni kazi azonga zinaingiza kipato. Yes. Kazi yote inaheshimiwa. Mtu anafanya, unaweza kumkuta mtu ana maisha mazuri na kila kitu na kazi amefanya kawaida, lakini ndio inaomuingizia kipato na ndio inaompa maisha mazuri. Yes. Kwa kazi huko hawabagui kazi. Mtu anafanya chochote ambacho anaona anaweza kufanya kikamuingizia kipato. Pengine kuna urahisi gani kwa mhitimu wa kigeni, kwa mfano mwanafunzi ametoka Tanzania, amekuja amefanya masomo yake Korea, baada ya masomo kupata kazi? Urahisi wako wa kupata kazi ukiwa umemaliza ume kusoma, uta, utatokana na ujuaji wako wa lugha ujue Kikorea kukisoma kukiandika na kukiongea vizuri. Hapo ndo itakuwa urahisi wako wewe kupata kazi mbalimbali za kutokana na professional yako. Kwa sababu hiyo ndo qualification ambayo ni kubwa ambayo inaangaliwa katika kampuni zote unazoomba kazi Korea. Cha kwanza uwe na vyeti vile vya lugha, uhakikishe kwamba unajua kusoma, kukiandika na kukiongea na ndo qualification zingine na vyeti vyako zinakufuata. Okay, na inachukua muda gani kwa mtu kujifunza lugha ya Kikorea mpaka kuielewa vizuri zaidi? One year. Mwaka on unaweza ukawa una proficiency ya kusoma na kuandika vizuri Kikorea? Kwa sababu ni utasoma kila siku na kuna mitihani mbalimbali nash wwwak j Tukirudi hapo, wale watu ambao wanapewa scholarship wanavutakiwa kusoma lugha kwa mwaka mmoja. Baada ya hapo, masomo yao, wanasoma kikorea au wanasoma kikereza, wanasoma Kiingereza au inategemea na hiyo kozi inafundishwa vipi, ya inategemea na hiyo kozi inafundishwa vipi. Lakini wengi hata unakuta wanaosoma kozi za biashara, kozi za technology waga wakimaliza wana, wakimaliza kozi ya ya kikorea Korean language, wanakuja wanasoma masomo ya kubakia ni English kwa miaka ile miwili. Hiyo wameiweka ili ije kukusaidia pale unapomaliza, unapopewa visa kutafuta kazi. Unakuwa tayari una vyeti vya lugha, inakuwa rahisi kwako.